Niko na miliki hapa, atajitambulisha jina lake, na moja kwa moja suala langu nasema kwamba nataka nijue kuna kanuni nyingi sana za msingi ambazo za kufanya mtu awe mmiliki wa daycare, ndio ukitaka unielezee, then baada hapo kuna swala lingine la msingi sana litakuja kwako. Karibu. Kwanza naomba nijitambulishe. Uh, ni mdau ambaye ni mmiliki wa daycare. Uh, daycare yangu inaitwa Kine Junior. Basi kwa majina naitwa Emmanuel Moshfra, ni mmiliki wa daycare. Uh, kwa swali lako lilo niuliza kuwa taratibu na kanuni ambazo zinamfanya mtu aweze kumiliki kituo. Cha kwanza ni kwanza kitendo cha mtu kuamua kumiliki kituo na sio sheria. Ni kufata taratibu na kanuni za malezi ya watoto, kwa maana yake mtu anaweza akawa nakaguswa kulea watoto namna ya, na uwezeshaji wa watoto. Kwa hiyo haina sheria, lakini kuna taratibu za kufuata. Ni pamoja na kufanya na, kujit, na, na kutambulika kwa kituo, kusajili, kufuata taratibu zote, kuwaona maafisa afya na ustawi kwa ajili ya eneo lile, kukaguliwa kwa ajili ya utaratibu na kwa usalama zaidi wa watoto. Nimeona kwamba um, katika kikao chenu leo hapa wadau wameongea mambo mengi sana lakini, kuna suala la faida ya kusajili, nataka nijue na hasara ya mmiliki ambayo hajasajili iko vipi? Uh, faida moja ya mtu kusajili ni pamoja na kuwa huru kufanya biashara ama kulea. Unajua ukishakusanya watoto wawili watatu, kisheria sio sawa, kwa maana yake lolote niweza likatokea, kwa ni muhimu mmiliki wa daycare kusajiri ili kuwa huru na ku... lolote likitokea awe anatambulika kisheria. Lakini pia kusajili inampa fursa, kama unaendesha taasisi aidha chochote unataka uwezeshwe, lazima pia tuangalie hicho kituo kinatambulika kisheria. Hizo ndo faida mojawapo. Kuhusiana na vipaumbele ambavyo vinatakiwa, mtu ambao anamiliki shule aviweke, hata viwili vitatu, ambavyo vina, vina, yaani vipaumbele vyako, ingawa unakuta Uh, kuna vitu vingi sana katika usajili na kutokusajili, lakini kuna vile vipaumbele ambavyo vinatakiwa mmiliki wa, wa shule uh, yani marengo vipaumbele ambavyo vinatakiwa viwepo, make kuna mwingine anakuta taratibu zingine hajazikamilisha lakini kuna vipaumbele ambavyo unakuwa unavyo katika uh, cha kwanza cha kwanza kabisa lazima uchague sehemu ambayo ni salama, nyumba ambayo ni salama ambapo ni rafiki kwa watoto, hicho ni cha kwanza. Usitafute sehemu ambayo ni hatarishi kwa, lazima utafute sehemu ambayo ni kuna usalama wa watoto, ambapo unaona kabisa hata mzazi akimleta anaona kabisa kuna amani kwamba nikimwacha mtoto wangu, nyumba ile ina uzio, ina fence ambao mtoto akiingia ndani anakuwa salama. Lakini pia mazingira yanayoishi aidha, lazima unashauriwa pia pawepe sehemu ambayo ambapo mtoto pia katika ku, ku, kumsaidia katika kuepusha magonjwa mbalimbali ambayo yatamfanya mtoto a, aweze. Unajua sisi tunalea watoto, lazima mtoto anapokuja kwangu ni kama anakuja nyumbani kwa, lazima aende sehemu salama, ambapo hata mtoto anapo mzazi anapoenda kufanya kazi kazini kwake anakuwa na, na amani. Lakini cha pili, kipaumbele lazima usalama wa watu wanaomlea kwa hiyo cha kuhakikisha kwamba je, mtu gani anaenda kumlea mtoto? Mimi kama mmiliki lazima nitafute mtu ambaye ni muhimu na ni salama kwa so, kama tunavyoona mtandaoni unakuta kuna mtu wanarushwa clip, mtoto anapigwa, lakini analea mtoto. Hayo sio malezi, maana yake mzazi anakuwa. Lazima pia mimi mmiliki nitafute mlezi ambao ana uwezo wa kulea watoto. Hayo ni mambo muhimu ambayo, umeniuliza swala so, la mlezi au mzazi tumegusia kidogo hapo. Nataka nijue kuhusiana na utaratibu, kwa mfano wewe mliki wa shule uh, ya daycare, huwa unafanya vikao na, na mzazi au mlezi kwa muda gani ndani ya mwaka? Kisheria na kitaratibu, lazima kimo cha chini sana, hata madodoso yanatuomba ni mara mbili kwa mwaka. Uh, yani unaweza ukafanya mwezi wa, wa kwanza na mwezi wa sita, lakini kulingana na nafasi ya, ya mtu kukutana na kusikiliza kelo za wamiliki za wazazi, e, lazima unaweza ukafanya Januari unapofungua, lakini unafanya tena mwezi wa sita ili kuona yale ambao wameshauri, je, yamefanyiwa kazi. Nashukuru sana. Nashukuru sana mheshimiwa. Uh, biafya hapa yeye mwenyewe atasema jina lake, lakini sio langu kubwa zaidi ni kuhusiana na wamiliki nini, ambao kina kinampa fursa mmiliki uh, wa daycare kwa upande wa afya. Karibu sana, asante. Kwa majina anaitwa Eva Mary Sirili Mushi, ni afisa afya kutoka Manispa. E, kwa wamiliki wa daycare, vitu ambavyo wanatakiwa kuzingatia kwenye upande wa idara ya afya na mazingira ni vitu vifuatavyo. Kwanza, sheria ya afya na mazingira maswala deke ya deke yanaongozwa na sheria ya afya jami, ya jamii ya mwaka 2009 lakini zipo taratibu za kufata. Cha kwanza ni chaguzi ya eneo sahihi kwa ajili ya kufanya hiyo huduma ya kutolea watoto ya kulea watoto mchana, lakini ile eneo natakiwa liwe sahihi. Lakini kitu kingine pia tunaangalia kwamba jengo jengo lio limejengwa kwa madigafi ya kudumu, tukimaanisha matofali ya kuchoma au matofali ya bloku lakini kitu kingine pia, lazima lile jengo limewekwa uzio kwa ajili ya ulinzi na usalama wa wale watoto wetu wadogo. Lakini kitu ambacho tunachokiangalia katika lile jengo sasa ndani ni masuala mazima ya masuala ya mwanga na hewa, pamoja na miundombinu ya maji safi na maji taka yawe sahihi kwa kufata taratibu zile za ujenzi lakini pia kitu kingine lazima kuwe kuna mgawanyo wa vyumba katika lile jengo, tukimaanisha kwamba sehemu ya kujifunzia watoto, sehemu ya kulia, sehemu ya michezo, lakini pia sehemu ya toilet. Upande wa vyoo lazima kuwe kuna utenganishi baina ya watoto wa kiume na watoto wa kike, lakini pia wale wapo ambao wana umri wa kukaa kwenye poti. Kwa kila mtoto anaetakiwa kwenye poti, basi awe na poti lake, usio kuna mwingiliano wa poti moja na mtoto mwingine. Lakini pia kitu kingine ambacho tunaenda kukiangalia ni kwa wale wahudumu, wale wapishi, lazima wawe na sare, lakini wapimwe afya zao kwa mujibu wa sheria. Lakini pia tunaangalia sehemu ya jikoni, lazima iwe safi, iwe na ubora wa kutosha kwa ajili ya kupikia kile chakula, lakini pia upatikanaji wa maji safi na salama yaani kwa maana ya matumizi, lakini pia masu, maji ya kunywa, maji ya kunywa ya watoto tunashauri wachemshiwe ama wawekewe dawa ya wota gadi au klorini. Lakini kitu kingine ambacho tunazingatia pia kuwepo na sehemu ya kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni mara kwa mara sehemu za vyooni na sehemu zingine za jikoni lakini kitu kingine ambacho tunaangalia pia ni uwepo wa vyombo vya taka vyenye mfuniko kwa ajili ya kuhifadhia taka, na uzuri kwenye maeneo mbalimbali katika taa zetu, wapo mawakala kwa ajili ya kutoa zile taka taka. Lakini pia miundombinu ya jengo lazima iwe pia rafiki ili kuweza kuwabeba pia na wale watoto wenye changamoto za ulemavu, iwe supportive, iwasaidie, iwabebe wale watoto lakini pia sehemu ya michezo ya watoto lazima iwepo, wanatoto wanajifunza, lakini pia wanajifunza kupitia michezo. Nayo pia ni vigezo ambavyo vinazingatiwa kwa wamiliki kufata zile taratibu wanapotaka kusajili majengo yao. Lakini pia usafi wa mazingira ufanyike mara kwa mara. Tunatoa rai pia kila Jumamosi wa mwisho wa mwezi kushiriki masuala ya usafi kwenye maeneo yao kuzunguka ndani na nje. Ni hayo tu. Kuna utaratibu wa certificate za medical care, wao wanapima afya. Kwa mfano mmiliki anaweza kuwa yeye sio mwalimu, utaratibu wanyie watu wa afya kutembelea wale walimu kuhusiana basi na afya zao, kwa sababu wanafundisha watoto uh, ku, ku, ku, kuepuka masuala ya magonjwa, huwa inakuwaje utaratibu wenu? Kumalizia ni, ni utaratibu wa afya wa kupima afya kwa wahudumu wote katika kituo cha kutolea watoto, ya, nani watoto wadogo, upo na wanatakiwa kufika manispaa kwa ajili ya kuchukua fomu na watalipia ile fomu ni shilingi elfu mbili na kuelekezwa kwenye vile vituo vinavyopima zile afya. Na magonjwa ambayo tunapima ni magonjwa ambayo yanaweza kumzuia kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine, mfano malaria, magonjwa ya ngozi, typhoid, UTI na magonjwa mengine. Hao ndio wao wanazingatiwa zaidi katika upimaji, kwa unapoenda kupima katika vituo ambapo vimeelekezwa kupima magonjwa hayo kwa wahudumu wote na watu wanaohusiana na masuala ya chakula, basi majibu atarudisha ofisi ya afya kwa afisa afya na kupewa ile tunaita kile cheti chambake huyu mtu amekizi kwenda kutoa huduma.